Wakinamama, Mungu amewainua wa mnaela kuliko wakinamama wa zamani. Wakinamama wa zamani, I'm telling you sure. na ninyi sasa hivi ninyi mnaela, wale wa zamani walikuwa hawajui kusoma wala kuandika, ni mama yako. Lakini nataka nikuambie, usipogusa mtoto wako kwa mkono wako mwenyewe hawezi kujua we ni mama, anakuona tu kama katuni anazoziona kwenye kompyuta na anazoziona kwenye television, hawezi kujua kama we ni mama. Wewe unampenda mama yako, akikohoa unapanda ndege kwenda Bukoba. Unaenda kulala naye hospitalini hata kama na vidonda, hata kama amepata kidonda cha sukari, unakaa naye una, kanae, una connection na mama yako. Ni kwa vile alikuwa anakutemeaga, kulikuwa kunaga Brenda, Brenda ilikuwa ni ulimi wake. Chukua ndizi, chukua ugali, tafuna kwanza. Unakuta anakula ugoro, anaondoa ugoro ili usipate rizimu, anatoa ugoro anaweka pembeni, alafu anatafuna ndizi, anaweka na, na maziwa mtindi, alafu nae ulikuwa hodari kupokea anatemea huku mdomoni, nalishana kama ndege ile. Bondi iliyotengenezwa kwa hawa watu wazima na wazazi wao ni bondi ya tofauti na watoto wa leo. Watoto wa leo hausigeli akiondoka wanalia, lakini mama akiondoka hawana mpango naye. Ogopa hicho kitu, si kitu kizuri, ni kitu kibaya.